Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hali ya kimataifa inaendelea kuzorota akieleza kuwa makumi ya nchi duniani yanakabiliwa na ukiukwaji wa uhuru wao wa, wa kisiasa na kiusalama. Putin alitoa kauli hiyo wakati wa hafla ya kupokea hati za utambulisho za mabalozi wapya wa kigeni mjini Moscow, hafla iliyohusisha pia wawakilishi kutoka mataifa ambayo Urusi inayataja kuwa yasiyo rafiki. Putin alieleza kuwa baadhi ya mataifa yenye nguvu yamekuwa yakifanya maamuzi ya upande mmoja bila kujali sheria za kimataifa hali inayochochea migogoro na kudhoofisha udhabiti wa dunia. Kauli hiyo iliungwa mkono na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ambayo ilisema mwenendo huo unaonekana hata katika masuala ya maeneo nyeti kama Greenland. Akizungumzia usalama wa kikanda, Urusi imesema mvutano unaongezeka katika eneo la Arctic unatokana moja kwa moja na upanuzi wa shughuli za NATO, hali ambayo Moscow inaiona kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa muda mrefu. Katika muktadha wa vita vya vi Ukraine Putin alipendekeza kurejeshwa kwa majadiliano kuhusu kuanzishwa kwa mfumo mpya wa usalama wa Ulaya na dunia kwa ujumla, akisema Urusi imekuwa ikiwasilisha mapendekezo kama hayo kwa muda mrefu bila kupokea usikivu unaofaa kutoka kwa mataifa ya magharibi. Aidha, Putin alisisitiza kuwa Urusi iko tayari kujenga mahusiano ya usawa na yenye manufaa ya pamoja na mataifa yote bila ubaguzi, akitaja kuwa nchi nyingi za Ulaya zina historia ndefu ya uhusiano wa kisiasa, kiuchumi na kitamaduni na Urusi. Kwa mujibu wa Moscow, kurejea katika mazungumzo ya wazi na ya kujenga ndiko kunaweza kufungua njia ya suluhu ya amani kwa mgogoro wa Ukraine na kupunguza hatari ya migongano mipya ya kimataifa.